Nguruwe na bustani iliyovunjika. Katika msitu wa kina, boar alicheza. Alikimbia haraka kati ya miti na vichaka. Msitu ulikuwa mkali na wa kijani. Ndege waliimba juu katika matawi. Nguruwe alicheka sana huku akikimbia. Karibu na msitu huo kulikuwa na bwawa ndogo. Wanyama wengi waliishi karibu na maji. Vyura waliruka kwenye majani mapana ya kijani kibichi. Kasa walitulia juu ya mawe tambarare yenye joto. Bata waliogelea polepole pole kuvuka bwawa. Karibu na bwawa aliishi sungura. Sungura alipenda kukuza maua angavu. Bustani yake ilikuwa ya rangi na imejaa. Aliwanywesha maji kila asubuhi yenye jua. Alitabasamu kwenye nyumba yake ndogo. Nguruwe aliendelea kukimbia karibu na bwawa. Hakuona bustani ya Sungura. Akaingia mpaka kwenye udongo laini. Maua yalianguka na shina kuvunjika. Nguruwe alisimama akashtuka na bado Sungura likimbia kwa hasira na quote, bustani yangu imevunjika na quote, alilia na quote umeharibu maua yangu na quote alipiga kelele. Nguruwe alitazama chini akiwa na hatia Alijisikia mzito na huzuni sana. Vyura walipiga kelele na bata walicheza naot, nguruwe mwambie sungura pole, naot walisema. Kasa walitikisa kichwa kutoka kwa mawe. Ngurua aliinamisha kichwa chake polepole pole. Samaani, sungura alinong'ona. Sungura akageuza kichwa chake. Macho yake bado yalionekana kukasirika sana. Nguruwe hakuondoka. Alitaka kurekebisha kosa lake. Alifikiria mpango mzuri. Nguruwe alichimba mashimo madogo kwa uangalifu. Alipanda mbegu mpya ardhini. Vyura waliruka kuleta maji. Bata walileta matawi kwa uzio. Kasa walisukuma udongo kwa maganda yao. Sungura alitazama kwa mshangao wa kimya. Aliona nguruwe akifanya kazi na marafiki. Maua yanaweza kukua tena siku moja. Moyo wa sungura ulihisi laini sasa. Alitembea karibu na ngiri. Na kwote, asante boa. Na quote, sungura alisema. Na quote, nimekusamehe tuwe marafiki. Na quote, nguruwe alitabasamu kwa macho ya kuangaza. Wanyama wa bwawa walishangilia karibu nao. Kwa pamoja, walisubiri maua ya chanue.